Mwandishi mchokozi kutoka Star TV anasema kwamba tunaona mafanikio makubwa kabisa haya mashindano e, mwaka hadi mwaka, lakini yeye masikitiko yake kama mtanzania mzalendo, mbona mtanzania hajashinda? Mbona hajaingia katika top 3? Badala yake alikuwa ni mshindi wa tano. Shida iko wapi? Mimi niseme kwamba hakuna shida hilo la kwanza. La pili, ushindani ni mkubwa. Lakini la tatu, hili jambo sisi tunaliendesha, tunaliendesha kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa ikhlas na kidini. Laiti ingelikuwa sisi hatukusudii dini, hatuchukulii hili jambo kwamba ni jambo la kiibada, kila mwaka mtanzania angeshinda, tungetengeneza mipango tu, mipango ya maana siiko wa Tanzania si ndio king of the Afrika uh, nzima, ndo wajanja, ndo waafrika nzima namba jaji, kiongozi, mimi ndo mwenye shughuli yangu, hakikisha Tanzania inakuwa mshindi wa kwanza, lakini nitapata laana ya Mungu nachakachua kitabu chake. Wale pia ni watoto, watoto wetu na wao vile vile wamesoma hiki kitabu. Kwa hiyo huwa sisi tunawaachia maamuzi wao, lakini nikubali ya kuwa wenzetu sasa hivi wameendelea zaidi kuliko sisi Yani nchi za wenzetu, hili jambo sasa hivi wanalifanya. Yani wenzetu wanajipanga kupita maelezo, na sisi pia kila mwaka tunajipanga, lakini eh, Watanzania mchukulie kwamba hili jambo la kidini sio jambo la kimpira, kwamba timu fulani kila mwaka inafungwa timu mbovu. Hapana. Eh, naamini huko nyuma Mtanzania alishinda sana na hata sasa hivi kwa mfano, Mtanzania angeshinda mwaka jana, akashinda mwaka ujuzi, akashinda mwaka huu pia, kuna watu wangenipiga, wangesema kila mwaka Mtanzania tu haushi anatekeleza mipango huyu. Umeona jamani, eh? Tusiposhika namba moja pia Watanzania wanalalamika. Watanzania muwe waelewa na mtuvumilia. Mimi kama mwenyekiti wa haya mashindano, kama mwanadamu, naambia kama mwanadamu, huwa anapenda pia Mtanzania awe mshindi wa kwanza, lakini hatuyaingilii matokeo hawa majaji wanajaji kwa mujibu wa kanuni na sheria ambazo wamewekewa kwa mujibu wa dini. Na watoto wetu usio wabovu sana kihivyo. Ingawa ushindani ni mkubwa, yule Mrashia umeona alioshinda, Mrashia yule jamaa, sijua na nyota ya aina gani, hakuwahi kushiriki mashindano duniani asitoke namba moja. Wow. Sasa mtu anatoka namba moja miaka kumi mfululizo mashindano ya Marekani ya Dubai ya wapi, akija kwa mkaba si jamani si... atugaragaza tu. Alafu, kinachowasaidia wenzetu, wenzetu wanapata wanapata scholarship, wanapata fursa za mashindano mbalimbali mbali ya nje, wanaongeza uzoefu. Sio watoto wetu ndo mumu mundani tu, bado tunapambana kuwatafutia channel za nje. Kwa hiyo Watanzania eh, poleni ikiwa hilo limewagusa kwamba Mbona huu mwaka wa ngapi mfululizo mtanzania hajatokea kuwa mshindi wa kwanza? Tunaweza kutengeneza hiyo mipango na akashinda kila mwaka, lakini tunamwogopa Mungu, tunaogopa laana ya Qur'ani tukufu. Tunawachia majaji na jitihada za watoto, lakini tunaahidi kulipitia tena upya hili jambo. Tutalipitia upya na kuhakikisha mwakilishi wa Tanzania mwakani awe tofauti na wenzake wote inshaallah. Lakini mwisho nanyi pia dua, mkiwa pale Mungu hajakataza kumwombea mtu wako ashinde. Kwa hiyo Daniel kutoka ni Adam Daniel kutoka Star TV, mwakani nawe mwaga dua pale, Mtanzania ashinde kila mwaka dua. Hongera sana mzee, asante sana. Unaona sasa a walimwombea Kabito, Kabito akashinda kwanza nikiri ya kuwa e, dunia nzima ina appreciate jambo ambayo tunalifanya, na hawa wasaudia uliowataja wao wenyewe ndio na appreciate zaidi, na ndio maana mara mbili mfululizo wameamua kuja kutufanyia mashindano ya Qur'ani pale pale kwa Mkapa. E, swali la kujiuliza e, kwa nini hawakufanya hilo jambo katika nchi yao? Kwa nini wahamasike na, na, na, na jambo letu hii, maana yake e, e, wameona, wamevutiwa, wamependa, wameappreciate. Hilo la kwanza. La pili, mimi binafsi na taasisi yetu kwa ujumla tushatafutwa sana na bado tunaendelea kutafutwa na nchi mbalimbali mbali kutokana na tukio hili kubwa ambalo tunaliandaa kila mwaka. Hapo nyuma walikuwa hawatufahamu kwamba Tanzania jambo hili linafanywa na nani, lakini tumeshatafutwa. Kwa mfano, ndugu zetu wa Ethiopia wameshatutafuta na wao wakaiga jambo hili na wameanzisha jambo kama hili. Rwanda na wao vile vile siku nyingi tu tumekaa nao, tumewapa experience, wametuma timu nao wanafanya hili jambo baada ya Ramadhani uwanjani. Burundi halkadhalika, Saudia ndio kama ulivyoona wamekuja wenyewe mpaka katika nchi yetu, kwa sababu wameona kuna jambo limefanywa na Alhikma Foundation, na mahusiano yetu kimataifa yamezidi kuongezeka. Hatuwezi kusema kila kitu, lakini naamini haya mahusiano mwisho wa siku yatakuwa yana manufaa kwa watoto wetu wa Kitanzania, wakitanzania sana kutoka kwa Muhamedi <coughs> Mtanzania. Nini mchango wa taasisi yako kupitia mashindano haya katika kukabiliana na momonyoko wa maadili na kujenga maadili mazuri kwa watoto wa Kitanzania? Kwanza, naomba ufahamu tukio lenyewe lile la mashindano ni maadili tosha. Na ndio maana tukio limekusanya watu wote, kuanzia watoto, vijana, kina mama, watu wazima. Na jana tu au juzi nilitoa, eh, nilitoa ujumbe kupitia vyombo vya habari. Kuna watoto kadhaa na watafuta nadhani mshaona hawa watoto kaleka mvua kalikokuja wao walikuwa wakiroa na wakawa wamevumilia ile hali. Hakuna maadili mazuri kama hayo, kama mtu ameamua akae aroe kwa sababu ya kuheshimu Qurani, kwa sababu ya kuwa katika uwanja wa Qurani. Haya ni mafanikio makubwa, eh, kwa kwa kwetu sisi Al Hikma Foundation. Lakini Qurani kama Qurani ni kitabu kilichoagiza maadili mema <clears throat> ndani ya Qurani, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesifiwa kuwa yeye ni mwenye maadili ya hali ya juu. Na yeye mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia, anayetaka kukaa pepo ya daraja la kwanza ahakikishe atakuwa na maadili yaliyomema. Ukiacha hilo, Alhikma Foundation katika vitengo mbalimbali tulivyo navyo, tuna kitengo cha kusomesha na kuhifadhisha Qurani bure kabisa, watoto hawalipi chochote. Zaidi ya wanafunzi 724 tunawalea kimaadili, tunawalea kimaadili, tunawaambia lilo sawa, tunawaambia lisilokuwa la sawa. Kwa hiyo ndugu waandishi, msidhali tu kwamba e, ile ni just event tu, likifanyika limekwisha, watu wamesambaratika. Even tunafanya kwa mwaka mara moja, lakini kulingania, kufundisha, kuwa lea watoto kiimani kimaadili, hili ni jambo la mwaka mzima, tunalifanya kwenye hilo, msiwe na wasiwasi, na watanzania ni mashahidi. Tunaoongoza kupambania maadili ya nchi hii ni sisi, viongozi wa dini. Viongozi wa dini wote katika nchi hii wanajitahidi kukemea mmomonyoko wa maadili na kupambania eh, suala zima la, la, la, la, la, la, la maadili. Labda hapa nami nichomekee jambo Ee, ndugu, ndugu, ndugu, ndugu mwandishi Muhammad kutoka Mtanzania, mtanisamee sasa. Waandishi wa habari kidogo ni wachape kidogo. Miongoni mwa sababu zinazopelekea momonyoko wa maadili katika nchi hii ni watu wa aina mbili: vijana wetu hawa wasanii na nyinyi waandishi wa habari. Nyinyi hamjui Content, content ipi ya kupelekwa na ipi ya kutopelekwa. Sisi tunapiga kelele na nyinyi ndio mnaongoza kurekodi zile video, wale vijana wetu wa kibongo wale warodata wale, wale bongo flavor waimbaji ma, ma, ma, actor ma actress, ambao ukiangalia uvaji wao mwenendo wao michezo yao miziki yao ni aibu tupu. Nyinyi mnashadidia, dada zenu wanadhalilishwa Leo star yuko na huyu demu wake wazi kabisa, hadharani, hadharani hana noma wala kokoro. Kesho kampiga chila na demu mwingine, kesho kutu ana demu mwingine. Nyinyi mnashadidia, ex fulani wa fulani, mpya ex fulani wa mpya. Nyinyi mnapata dhambi, waandishi wa habari. Mimi najua waandishi wa habari wa, wa kitanzania wengi mna dini na mna hofu ya Mungu. Msipeleke maudhui yoyote ambayo ndani yake ina mmomonyoko wa maadili, piga chini lakini ukisema bwana, mimi itanipatia viewers subscribers, nitakuja kupata chochote kwa Mungu, siku ya Kiyama utaulizwa. Na wewe na wewe ulichangia momonyoko wa madili katika nchi hii kupitia chombo chako.